Yani, yuko mwanamke yuko tayari kulipa milioni mbili kwa mganga ili achukue mume wa mtu. Si ni wewe hapo? Si ni wewe tena? Unasema waambie akina nani, wakati ni wewe? Kuna wale wanawake wenzangu wengine, anaenda kwa mganga kutafuta kadawa ili ashikilie mume wa mtu. Mganga anakwambia kwamba ili akupende inabidi ni kuwekee dawa. Kaulize dawa yenyewe anayowekewa. Umelala na waganga, we umejiuza we kwa waganga na bado kutoboa utoboi. Leo nina habari njema kwako, mwanamke wa Kishapu, usifikiri kwamba nimekuja bure tu. Anna, Mungu amenipa kibali nije nikwambie kwamba maisha uliyoyaishi imetosha. Njoo kwa Mungu akufundishe kukaa kiroho, ili akupe uweza utakao kusaidia utakaokusaidia za watu wanawake, ndio mnatukananaga hadi kwenye biashara. Mkikaa pamoja hivi kwenye mstari, mnalogana sana nyinyi. Huwezi kuuza kwenye nini, sinia la samaki, mpaka uweke na kadawa kule chini. Natulisha tu matakataka kwenye biashara. Kwa nini nasema uongo? Uh, umeona, si wamesema kweli? Ina maana wanafanya